Uh, huu mkutano wa wili uh, kongamano eh, kilihusu hasa uh, uh, mikakati ya, ya maendeleo. Je, hii mikakati ya maendeleo ambayo tumekuwa tukiiona katika miaka 40 iliyopita ikiwa pamoja na mikakati ambayo ilitoka katika taarifa ya, ya commission ile ambayo Mwalimu Nyerere alikuwa mwenyekiti uh, the South Commission, kwamba je hii mikakati kwa kweli imeweza kuzaa matunda au, au la na kwa hiyo hawa wasemaji wakuu wawili Dr. Kaberuka ambaye ni rais uh, wa benki ya maendeleo ya Afrika, na huyu mama Greenspan ambaye ni namba mbili au, ni, ni msaidizi wa, wa, wa, wa mkurugenzi wa UNDP waliweza kutoa mchango um, um, wao kuhusiana na fikra zao eh, kuhusu hii mikakati ya maendeleo. Je, imeweza kufanikiwa? Aa, au bado e, tunajaribu kutafuta mikakati mingine, na lazima uelewe kwamba dunia hivi sasa kwa kweli kuhusiana na mikakati ya maendeleo e, imechukua sura tofauti. E, utaona kwa mfano moja ambalo limelizungumzia ni kuhusu nafasi ya China katika, katika maendeleo ya Afrika. Kwa China hivi sasa wameingia katika mfumo tofauti na ove zetu nchi za Ulaya na nchi za Marekani katika kusaidia Afrika. Wachina wao wanakuja kuja kujenga miundombinu eh? Eh, sawa watachukua watachukua kopa watachukua eh, aina nyingine za, za, za, za, za metals lakini utaona kwamba wanaacha miundo mbinu ambayo inasaidia kuweza kufungua eh, milango kwa ajili ya, ya, ya, ya uwekezaji kwa sababu bila ya kuwa na miundombinu mizuri huwezi kukaribisha wawekezaji ambao wanachangia katika kukuza uchumi. Kwa hiyo Mheshimiwa Balozi eh, mwisho nikapata nini katika hii mkutano wa siku tatu hapa Washington kutegemee nini? Ah, kama unavyojua hiki chama chetu cha, cha maendeleo ya kimataifa ni chama ambacho kinachangia fikra e, fikra ambazo zinaweza zika, zikaleta mwamko tofauti kuhusiana na mahusiano kati ya nchi tajiri na nchi zinazoendelea. Uh, ni vyema tusione kama ni kitu ni cha kupoteza muda. Ni kwamba wanapokuja umeona, eh, rais wa benki ya, ya dunia eh, Robert Zolek alikuwa alikuwako kama nilivyosema, Dr. Kaberuka alikuwa hapo. Hawa ndio wachangiaji wakuu katika kujaribu kuleta eh, maendeleo katika, katika, katika, katika nchi zetu. Kwa hiyo wanapo wanapojihusisha katika vikao kama hivi, nafikiri inaleta mwamko tofauti kuhusiana na, na mstakabali mzima wa jinsi gani ambavyo tunaweza tukaleta uh, maendeleo eh, makubwa zaidi katika, katika, katika, katika, katika Afrika. Balozi Dr. Kaberuka amekuwa kama ha, haafiki mwenendo wa jinsi ambavyo wenzetu wakubwa wanavyotaka twende katika kutafuta maendeleo yetu. Sijui labda unaweza ukawaelezaje wasikilizaji wako kwamba Dr. amemaanisha nini na wewe katika maono yako katika hilo. Nafikiri jambo ambalo Dkt. Beruka alikuwa akizungumzia ni kwamba kwa muda mrefu hivi sasa nchi zilizoendelea zimekuwa zinajihusisha zaidi katika kutoa misaada ambayo inalenga haya tunaita Millennium Development Goals, masuala ya elimu, masuala ya afya. Na amesema kwamba sawa, nashukuru kwa misaada kama hiyo, lakini lakini tunachohitaji zaidi kwa kweli ni uwekezaji eh, katika uchumi katika, katika, katika nyanja za uchumi na uwekezaji huo kwa kweli lazima ulenge hasa eneo la miundombinu, kwa sababu bila kuwa na miundombinu ambayo ni thabiti, ni mizuri, hata ukielimisha vijana wako ukawapa afya bora, ni kwamba uchumi wako bado utadumaa, uta, uta, uta. Kwa hiyo alikuwa anajaribu anisha na na kusema kwamba nafikiri fikra potofu, utakuona kwamba mchango wa Uchina eh, ni si, si, si mchango mzuri eh, kwa sababu Uchina inajiingiza hata katika nchi ambazo hazina utawala bora eh, na vitu kama hivyo. Nafikiri yeye eh, kwa kweli fikra zake nafikiri fikra zangu zile zile, kwamba ili Afrika iweze kuendelea kwa kweli ni lazima itizame swala la miundombinu. Umeona hata nyumbani hivi sasa swala la, la umeme bila ya kuwa na umeme wa uhakika hatuwezi tukajikomboa kiuchumi Tanzania. Kwa hiyo haya ndio masuala ambayo lafkini, kutoka alikuwa anajaribu kulinganisha misaada au aina ya uwekezaji kutoka, kutoka nchi za magharibi au nchi zilizoendelea za, za magharibi na, na, na, na, na kujihusisha kwa uchina katika maendeleo ya Afrika. Mwisho balozi, unawaambiaje wa Tanzania wanaotusikiza hivi sasa kuhusu SID hasa chapter ya Tanzania ambayo imeongezwa kwa muda mrefu sana, na umeweza kuhamasisha mambo mengi, unawapa wito gani kuususaidi? Wito yeah, wangu kwa kweli, kwa watanzania na hasa watanzania vijana, kwa sababu vijana nafikiri kwa kweli eh, tunasema ndio viongozi wa leo na ni viongozi wa kesho eh, chama hiki kwa kweli ni muhimu kama unavyoona eh, hawa wenzetu chapter ya, ya hapa Washington DC Marekani, jinsi ambavyo imeweza kuwaleta viongozi mbalimbali mbali E, ambao inaonekana kabisa kwamba wanakiheshimu chama hiki kwa kuona kwamba chama hiki ni chama ambacho kina changamoto kubwa kifikra kuhusiana na maendeleo na hasa kuhusiana na mahusiano kati ya nchi tajiri na nchi maskini. Kwa hiyo, wito wangu kwa vijana Tanzania kwa kweli ni kwamba wajiunge na, na chapter yetu ya Tanzania ili waweze kupata fursa nafasi ya kuweza na wao kutoa e, e, mchango wao jinsi gani ambavyo nchi yao inaweza katika hatua ambayo ni, ni thabiti zaidi kwa maendeleo. Nafikiri kwa kweli ni, ni, ni chombo kizuri vijana kujihusisha, hasa vijana wale ambao eh, wako katika katika elimu ya juu eh, kwa sababu kwa kweli tunayo matatizo makubwa nchini na hivi sasa, ukiacha vyama vya siasa, hatuna vyombo vya kiraia ambavyo vinajihusisha katika kuzungumzia matatizo yetu ya kijamii, matatizo yetu ya kiuchumi, na nafikiri kwamba SID chapter Tanzania kwa kweli inaweza ikaziba, uh, huo ufa ambao ulioko eh, katika, katika, katika, katika eh, vyombo vya kiraia ambavyo vinaweza